Na tukisalia kwenye masuala ya elimu ni kwamba wazazi na wafanyabiashara mjini Nanyuki wameandaa warsha maalum kwa wanafunzi wa shule ya msingi ya St Christopher kuwaonyesha jinsi ya kufanya biashara na kujitegemea. Ni warsha inayoambatana na mtaala wa elimu wa CBC ambapo wanafunzi hao wameonyeshwa biashara na uwekezaji wakiwa wangali wachanga, ili waweze kutambua nyanja ambazo wangependa Uh, kuwa bora zaidi maishani. Mwanahabari wetu Sharon Konge anatupasha mengi. Wazazi na wafanyabiashara wamekusanyika hapa wakionyesha bidhaa tofauti katika tasnia tofauti. Si siku ya kawaida ya shule hapa bali ni maonyesho ya kujifunza, wanafunzi wakipata nafasi ya kipekee ya kujifunza kuhusu biashara tofauti kulingana na mtaala wa elimu wa CBC. Wazazi wa shule hii walioko kwenye nyanja mbalimbali za biashara na uwekezaji wameungana na wenzao wafanyabiashara kuwaletea wanafunzi hawa maonyesho haya ya siku moja. Ni unique event yenye watoto wanaona wazazi wao ile biashara wanafanya. Some sort of a mentorship so that a watoto as they grow up wanaona kenye wazazi wanafanya. But Also nafurahia uh, shule ya Saint Christopher whereby ame promote inclusivity hata sisi kama hiyo group ya watu ambao ni walemavu wako na no watoto kwa nyumbani. So tunahisi hata uh, uh, personal disability wanaweza leta watoto huku kwa sababu uh, Saint Christopher is a very inclusive school. Maonyesho haya yanahusu kufanya biashara kwa teknolojia ya kisasa ambapo wanafunzi hao wameonyeshwa jinsi ya kutumia viroboti na pia teknolojia inayolinda mazingira. Ni vitu na pia inakusaidia kwa career projections, kwa naweza sema kwa wale wenye maonyesho ile iko hapo, utaona kuna kampuni kama zile zinafanya coding na robotics, na ukiangalia teknolojia vile inaendelea ni sehemu kubwa sana itakuwa inatarajia hizo sehemu mbili za robots na uh, coding na ndio, ukiangalia kuna watu wengi wale wanaonishana vile hiyo maneno inasaidia kwenye biashara na pia mtoto wa kue akiwa ameisoma na venye ataweza kuiapply, ni kitu muhimu sana kwa watoto kukua na exposure, wakuwe anaona hizi innovative solutions, kwa sababu kuna mambo mingi zinakuwa showcase hapa from mambo ya robotics, you you you know you know know unaangalia you know from banking you know, information unaangalia ziko ziko hapa lakini solutions zile zile unaangalia ni very important and, uh, na zile zinabadilisha maisha na kuhakikisha kwa wanajua mambo ya baadaye. Msimamizi wa shule hii, Bernard Madhu, anasema lengo lao ni kupanua mawazo ya wanafunzi hawa hivi kwamba watapata nafasi ya kutangamana na wafanyabiashara mbalimbali na kujitegemea. Mtoto kuwa na e ili maono yake ya kuangalia vile maisha yake itakuwa ana, ana, ana ujuzi wa ku make decision yake. Kwa hivyo tulikuwa tunataka watoto wafurahie, ndio tuna mambo mengi ya entertainment ya hapa, na wakifurahi pia waangalie ile vitu yote imewekwa hapa kwa display, maindi zao ziwe na ujuzi zaidi. Sharon Nkonge, Runinga Citizen, Kaunti ya Laikipia.